TV ni ule wasa wako pendwa tena wa kipindi kipendacho cha Love Hour. Ukiwa na mimi mtangazaji wako Chamin Mama, lakini nipo na crew nzima leo ya Tanzanite TV ukiwa pamoja katika mada isemayo usaliti katika mapenzi. Unaweza ukajiuliza kwa nini usaliti katika mapenzi? Ni kila siku usaliti, kwa sababu watu wanatendwa, wanasalitiana katika mapenzi na hakuna ambaye yamewahi kuepuka kikombe cha usaliti, watu wanasalitiana yani. Usitake kuniambia kwamba wakowako heti hajawahi kusaliti, ni vile tu bado haujajua. Mjengoni mambo vipi, mko poa? Nipo na official Ezo, lakini pia na King Shalif kama ambavyo mmekwishasikia, nimetangulia kusema kwamba usaliti katika mapenzi, lakini leo hii tutazungumza kwa upana. Watu tuna saliti sawa, lakini usaliti umekuwa ni kitu cha kawaida sana sana sana katika mapenzi. Yani mtu anasaliti na hajali, sio shida zake, twende nayo hiyo. Ah, tukizungumzia kuhusu usaliti, na ni kweli usaliti upo, hmm, na naweza nikasema kuna sababu mbalimbali mbali lakini pia ikiwepo sababu ya kwamba mpaka uh, mtu anafika kusaliti, maana kuna vitu ambavyo ameviona. Cha kwanza labda tuseme tumzungumzie mwanaume. Sasa huenda kuna vitu ambavyo havipati kwa mwenza wake wa kike. Cha kwanza hicho. Kwa hiyo mimi kama nina mategemeo yangu au nilikuwa nategemea kwamba lazima nipate kitu fulani hapa mm. Na nimeridhika, nimeweka kambi nikatulia. Sasa kuna wakati ukifika, naona kabisa mbona kama sipati, kuna yani, kuna unyama fulani hivi, si upati. Mimi lazima nitafute njia nyingine ya kutokea, ngoja nifanye nini? mm. Nikajaribu sehemu nyingine, sawa, bado nitakuwepo nipo ile sehemu ambayo nimeanza nayo unaona mm. Lakini kuna namna, kuna vitu nikivikosa lazima nitafute tu njia mbadala unaona mm. Na kwa sababu na kwa asilimia kubwa naweza nikasema wanaume kwanza tumeumbiwa hivyo, tumeumbwa hivyo unaona, tumeumbwa hivyo, na ndiyo maana ni rahisi sana mwanamke kuitwa malaya unaona mm akionekana tu na wanaume wa, ana wanaume wawili, wawili. Lakini sio rahisi kuvikwa huo mzigo au kutwikwa huo mzigo kwa mwanaume kwamba ni malaya akionekana na wanawake wawili, wawili. Kwa hiyo sometime kwa mwanaume huwa ni kitu cha kawaida sana unaona, kwa sababu ya kukosa kitu ambacho nakitaka mimi unaona, nataka nikakipate sehemu nyingine. Sasa uh, na hiyo inatokea, hiyo inatokea pale ambapo mwanamke anashindwa kujiongeza au kujirudi, kwamba kwa mbona kwa sababu lazima lazima aone mabadiliko, mbona mwanaume wangu amekuwa hivi na hivi? Labda kuna ishara ambazo zinaanza kutokea, nachelewa kurudi mm. narudi muda ambao kwa kawaida unaona mm. alikuwa amezoea kunipigia simu kunitumia meseji, najibu kwa wakati, lakini kuna muda ukifika, nakuwa naiona ni kero, naipuuzia, unaona, kwa sababu najua hamna kitu ambacho napata huko, kuna kitu ambacho mimi. Lakini sasa official zo, hapo wakati mtu hmm, anatafuta kitu anachokitaka. Je, ushajaribu kuzungumza na huyu mwenza wako kwamba anahitaji moja, mbili, tatu, kadha wakadha, huenda akarekebisha akafanya vile ambavyo unataka ili uweze kulizika. Unaweza kuzungumza naye eh? Mm. lakini sasa paka haifike hatua hiyo ya kufanya hivyo, na inamaana ni vitu ambavyo vimeshindwa kufanya nini? Kurekebishika ko, lazima mimi nipate njia nyingine <laughs> kufanya hivyo, ili niviepuke vitu ambavyo najaribu kuvitafuta kwa nguvu sana. Unaona, pengine sasa nakuwa naonekana kama ni kero kwake. Unaona, ili nitoe hiyo kero, sasa niende sehemu nyingine nikapate <laughs> na I say, mtazamaji, bado wanaume wapo na eka eka zao za kujitetea katika swala zima la usaliti, ili wao waonekane kwamba usaliti kwao ni kitu cha kawaida sana. Na kitu ambacho huwa najiuliza mara nyingi, ndugu mtazamaji, ni hivi: kwa nini wanaume wanapendaga sana kujitetea wanaposaliti, wakisema kwamba sababu ni watu wao, wapenzi wao, wanawake wao, wanawake zao <laughs> nitarudi kwa Eso. Eh, kwa upande wako King Sharifu, nafikiri kwa nini usaliti umekuwa kitu cha kawaida sana kwa nyanja zote, sio watoto wa kike wala watoto wa kiume. Najua, sababu namba moja ya kwanza ambayo ndio chanzo maana. Mm. Asha izungumzia bazayza, exploitation. Mm. Nataka nataka na nini kutoka kwako ku- tabia moja ambayo sisi vijana sasa hivi ambayo tuna ninapotaka ni kuingia kwenye mahusiano na mtu fulani, kwanza namchunguza, namwangalia physical appearance unamwangalia kwa jicho la tatu, nikiishi naye itakuwa unyama sana hivi vitu nitavipata. So unapokuwa tayari umeshaweka ile expectation kwamba naenda kuipata vitu fulani, ameshafika kwako, unakuta vile vitu hana <laughs> utaanza sasa kuona kwamba ah, kumbe bora nikatafute sehemu nyingine, mtu mwenye hmm, sifa nyingine tofauti na huyu hapa. Kumbe shida ni kwamba tunakuwa yani, tunataka kitu fulani kutoka kwa, ukikosa tena unaishiwa nguvu, yani unaona kwamba ah, kumbe <laughs> ameni disappoint, kwa hiyo inabidi nitafute sehemu mm. nyingine iweze kupata kile kitu ambacho unakitaja. Lakini pia kitu kingine ni kutokuwa na ubunifu kwa pande zote mbili mm. mtoto wa kike, mtoto wa kiume yani, ubunifu yaani, nikizungumzia swala la ubunifu, sasa hapo ndo ile love ku make sure love yako inang'aa, ku make sure love yako inakuwa ina vipengele vingi katika swala zima sindio, eh? mm. na care, ndio eh tunapiana care, yaani tunajaliana, tunaanza vizuri lakini kila kukicha kuna vitu vinaenda vina miss mm. vinaenda vina miss. Hiyo moja kwa moja inaweza kila mpelekea mtoto wa kike aidha kukata tamaa au mtoto wa kiume kukata tamaa, na mshwa siku akapata naye mjali akawa anachapia pembeni mm. Kutesti, baby, baby, weeki, yani kwa sababu kama mimi nilikuwa nakutest baby, unaendeleaje baby, unapo vipi wiki yani mfululizo kwa wiki yani, 7 times per week, baadaye nikaja kushusha 2 times nikafanya mara mbili, utaanza kujiuliza sababu ni nini? mm -hmm. ukipata saa nyingine anayekujadi nje mm -hmm. ah, lazima utafanya vitu vya kijinga. Vitu vingine tena ambavyo vinasababisha kwa watoto hasa ni kwa watoto wa kike mm, kusifiwa sifa mm. Watoto wa kike ni watu ambao wana vichwa vibovu, yani sijui ni simaji, yani wana vichwa ambavyo ni vyepesi, wanapenda sifa, wana sifa yani, akienda kwa mfano kama ni mfanyakazi, akienda sema kwa anasifiwa kuliko unavyomsifia wewe, lazima atachepuka au atakusaliti tu mm. Kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo nakuta, yani vinaweza kufanya mtu asalitiwe au asaliti kwa pande zote mbili, si mwanaume <laughs> si mwanamke, licha ya kuwa unasema watu wengi kwamba wanaume wengi wanatama kwamba kwa hiyo hapo, nataka kurudi kwenye pointi ya official zao kwamba hata mtoto wa kike pia anasaliti kwa kukosa baadhi ya vitu kwa mwenza wake Say. Sababu kubwa ni hiyo hiyo kwa pande zote mbili, umezungumzia swala zima la huduma official zao. Huduma unahudumia vipi? Yaani mpenzi wako, huduma katika nyanja zipi? Huduma huenda katika mapenzi au katika kumpatia sasa, mpa maukoto mpenzi wako, au kumpatia muda, kwa sababu katika kila huba kuna mambo yake na utaratibu wake. Kwa upande wako unahudumia vipi penzi lako? Huduma ni pande zote mbili, kwanza huduma ya kimapenzi na yenyewe inawekwa kwenye misingi ya huduma kwa sababu <laughs> inahitajika hey, huduma yeah. Nyingine niyo ya kawaida mm? mm. -tunze. -tunze. <laughs> Hey. Tunze kwa sababu mwanamke siku zote hata kama ana hela mm. Hiyo ni ya kwake, sio ya kwenu <laughs> Mimi naweza nikawa nina laki tano mfukoni, yeye yeah, ana laki moja mm. Ila anasema tuna laki sita <laughs> Yeye yeah, akiwa na laki tano mimi nina laki moja mm. Bado itabaki mimi nina laki moja ana laki tano, mm. Sio kwamba tuna laki sita, unaona. Kwa hiyo lazima tu ni contributi kwenye familia au kwenye mahusiano, lazima ikae nini, kwenye mstari. Kitu ambacho kinakuja hasa kusababisha pia usaliti kwa upande wa wanawake, mm. Ni ile unakuta anaithamini sana ile shilingi elfu hamsini aliyopewa kwa leo, mm. tofauti na ile elfu kumi kumi ambayo unampa kila siku wewe, mm unaona yeye anakuja kuipa thamani sana ile elfu kibunda kilichopewa kwa, kwa wakati mmoja, kwa siku moja mm. kwa hiyo unajikuta anaanza kuingia kwenye nini, kwenye tamaa mm. na hiyo inapelekea inapelekea, kwa mtoto wa kike tunasema kitu kinaitwa kutumika. Kwa hiyo lazima tu ile heshima na mapenzi aliyokuwa nayo kwako kwa, yatapungua kulingana na mm. hicho kitu ambacho Anaanza ku experience, sasa unaona unajua, haijawahi kuwa mbaya ndio, ila inatakatisha. Lazima mm. ataanza tu yani, na, nao utaona tu hizo nani narudi labda nyumbani kwamba nimechoka nifanya nini, visingizio sababu kibao, kwao lazima usaliti. Tunaanzia hapo, kingine tena kwa mwanaume ambacho nilikuwa nataka ukisema kwa mfano mimi ndio hii mfano, mfano. mfano. Hey, kwa mfano. <laughs> Nikawa nimejipatia PC yangu, unaona sasa, katika kupatana na hivyo sasa, mimi kuna vitu ambavyo nakuwa nimefanya nini na vitarajia, mimi mpaka namfuata, tunaelewana kabisa, hivi kana mambo sawa, tunaelewana kama bana, mimi na wewe ndo, eh, tunaanza sasa, mpenzi wangu, mpenzi wako, mimi hapa mm. Sasa baada ya hapo, kuna vitu ambavyo watu tunavitaka, tuna, tuna mm. testi mitambo naseme tambo <laughs> yes, kidogo, kidogo. Sasa itokee siku mimi nataka sasa, nakuomba mm. rafu zinakuwa hizi nyingi sana, kona nyingi. Sasa mimi sinatafuta eneo jingine ambao naenda naweza na, kupata kiurahisi na e, na wewe utabaki hapo hapo kwenye nafasi yako yeah. Mimi nitakuwa najaribu naomba kinyima, basi, basi. Kwa kwa kwa mantiki hiyo unamaanisha kwamba na hicho pia kinaweza ikawa sababu ya sababu ya kubwa mno kufanya usaliti, lakini kwenye mahusiano yale, unajikuta kwamba kitu ambacho kinafanya mahusiano yao yaitwe mahusiano hmm, na hicho kitu ni kwanza, ndio primary sense <tipkisi> ambayo inatakiwa kitu cha tendo hmm, tendo ipatikane kwanza, ndio hmm, kitu kifaa namba moja hmm, cha kufanya mahusiano liitwe mahusiano. Huwezi kuniambia kwa hiyo, kama mimi, lakini kuna priority yangu mimi ya kwanza, mimi ukininyima, ndio mwanzo huu hapo sasa, nitafanya nini? si unampa muda, kwa sababu unajua kwenye mahusiano mnakuwa na mikakati yenu, kwamba labda bwana, mimi baada ya muda fulani ndio tutakutana. Unajua watoto wa kike wanakuwa na aibu fulani, kwamba yani, huyu mtu ndio amenitongoza mara ndio hapo hapo tena niende kumpa penzi, anaona kama vile anashusha thamani. Na utamchukulia vipi? kitu kingine ambacho, kwa hiyo takriban, kwa muda, kwa upande wako <laughs> kwa upande wako ni kwa muda gani wewe mwanamke, ikitokea haja kupatia tendo, unaona kwamba hapa sina uhusiano? Mm, kwanza kwa mara ya kwanza naweza nikavumilia, sitojali kwa sababu yani kabla sijakutana naye hata mara moja mm. Hata kama ni mwezi utafika umejitahidi hata kama ni mwezi utapita, mwezi mmoja hapo, sijawahi kukutana naye hata siku moja mm. Lakini baada ya kukutana naye kwa mara ya kwanza mm. Unaona haijalishi -ha sasa kwamba ati yuko mda gani kwa sababu nothing new tena hakuna mm. Unaona hakuna kipya tena hasa Unavyokuwa unasema kwamba eti naona labda aibu kwamba kumpa mapema atanichukuliaje? Hamna na kwa sababu kinakuwa ni kitu cha kawaida sana. Mm. Lakini hamna kipya tena kingine ambacho kinakuwepo kimebaki pale. Kinakuwa ni kitu cha kawaida sasa. Mm. Issue inakuja ni pale naweza nikakubali nikavumilia labda for the first time, unaona? Sijawahi kukutana na wewe. Unaona? Naweza nikavumilia sana. Naweza nikasema kwamba Sawa naye pia ameambiwa aibu nini na nini mm, fresh. Ila baada ya mara ya kwanza, sidhani kama kuna kipya tena, unaona? Maana yake inabidi awe anaendelea tu kutoa mchezo vizuri kabisa. Issue kubwa ni kwamba ni ngumu mtoto wa kike kukupa kuku tendo for the first time, kwa mara ya kwanza, anakuwaga na hofu kwa lakini ukiona mwanamke umeshafanya naye mm. tuseme hata zaidi ya mara moja au mara moja mwisho mm. wake, mwisho wa siku anaanza kukuzungusha, unjue kuna vipengele, huenda hata na yeye kuelewa mchezo, aidha hakuelewa mchezo wako mwenyewe <laughs> au kuna vitu vingine vinasababisha mm. sawa mm. afanye hivyo vitu. Kwa hiyo mwanamume, tusitaki sana kukimbia moja kwa moja kwamba naenda kutafuta sehemu nyingine. Hebu kaa naye mm. umamulize sababu ni nini? Huenda ukakuta sababu zipo nje ya uwezo wake, ndio maana anafanya kitu kama hicho lakini boys, mm. wengi huwa tunakuaga na shida kwamba mimi na, nifanyia hivi mm. na mimi nitafute sehemu nyingine, na hii shida inakuja kwamba, kwa sababu wanaume mshajiwekea kwamba mwanamume usaliti kwake ni kitu cha kawaida, na ndivyo umeumbiwa, ndio maana unaona kitu cha kawaida, tofauti na kupenda mtoto wa kike. Unajua hata mtoto wa kike ukikuta amesaliti, ujue mambo yamekuwa ni mengi sana na mtoto wa kike akisaliti akienda nje, ujue pia anakuwa amependa, kwa sababu mtoto wa kike hatoki kwa tamaa kama ilivyokuwa kwa mtoto wa kiume. Mwanamume anaposaliti labda tamaa tu tu tu, amemwona mtu kageuka, umona na kageuka na mdada tayari ni vitu, lakini mtoto wa kike hawezi kuteti, apite tu amwone mtu mara amwelewe ghafla, ni kitu ambacho sio kweli kwao. Sasa usaliti Amna cha kujitetea jamani, watoto wa kiume, usaliti ni usaliti, na amna ambaye ameumbiwa kusaliti, kwa sababu hata katika vitabu vya dini vinakataa zina mm -hmm. vinakataa usaliti, havijalalisha ila. Sasa mnafikiri ni kwa nini siku hizi usaliti umekuwa ni kitu cha kawaida? Yaani mtu anamsaliti mpenzi wake na haimuumizi kama ilivyokuwa miaka ya zamani. Mtu hawazi, anamsaliti mume wake, anamsaliti mke wake, na anarudi tena anaangaliana naye macho macho. Hiyo unajua imekaaje? mm -hmm. sababu kuu ni kwa sababu ya ile mipango mikakati katika mahusiano mm -hmm. Tumeweka mikakati gani? Unakuta watu tunaingia kwenye mahusiano hatuna objective yoyote mm -hmm. tutakaoifikia. Tunajua kwamba tunaingia kwenye mahusiano kwa ajili ya burudani mm -hmm. na sio kwa ajili ya kuishi wote mm -hmm. Hiyo ndio ile ha, hata nikifanya vipi mwisho wa siku tutaachana tu, kwa, kwa hiyo ni sababu mama inayofanya tuone kawaida tu, kuchitiana au kufu kusalitiana, hataki kuacha enzi hizo. Enzi zamani ilikuwa ukimface uki mtoto wa kike moja kwa moja anajua huyu anataka niweke ndani niwe mke wake mm -hmm. au mume wangu, tuishi wote. Lakini this time around unaishi na mtu miaka miwili, mwisho siku utaraka mwaka mmoja mwisho. Na ndio maana kuna msemo siku hizi, zamani ilikuwa watoto wa kiume ndio wanatabia ile chapa ilale mm -hmm. lakini siku hizi watoto wa kike nao wanaongoza kwa chapa ilale. Yaani watoto wamekuwa wali tena, sio watoto, mtu ambaye tayari anakuwa kwenye mapenzi. Hawa jinsia ya kike siku hizo wamekuwa na wao hawaogopi, anaweza akaala na wewe leo ukuwa umetegemea kwamba ni mpenzi wako wa kudumu, na akaachana na wewe siku hiyo hiyo na hasijali lolote. ofishzo ishawa kukukuta ukakutana na mpenzi wako wa kike Kaya uhusiano hata alidumu kwa muda fulani, yaani ushangao, umekutana naye mara moja tu wa na yeye akasepa mazima. Watoto wa kike nao siku hizi wamekuwa na tabia ya kuchezea wanaume, ila mimi msinichezee, iko hivi mm. Kuna msemo unasema sasa hivi kwamba unaweza ukakutana na mtoto anaemaliza darasa la saba afu anasema mimi kuamini <laughs> wanaume hapana. Sasa wana <laughs> umri huo wanaume wamekufanya wame nini, ya umri huo, wanaume wamekufanya nini. Mm. Yani umri huo mm. wanaume wamekufanya nini yaani mm. ndo kwanza umemaliza darasa la saba, ndio wanaume wamekufanya nini? Unaona, sasa ndo unajikuta ile hata mpo vijiweni. Ndo maana usaliti sasa hivi umeongezeka na umekuwa ni kama kitu cha kawaida. Mm. ni ile siku hizi bwana, kuna ile generation Z. Mhm mm -hmm. Gen Z nakuta wana asara. Mimi wanawake hapana. mm -hmm. Yaani, kumwamini mwanamke kumpa asilimia mia hivi hakuna. mm -hmm. Yani tumekuwa na yale mazoea sana kwamba, mm -hmm. mapenzi yamezoeleka ni kitu cha kawaida. mm -hmm. Mtu anakuwa hana hisia zile kwamba mimi nipo kwenye mahusiano fulani serious mda wote, anaingia kwenye mahusiano mguu mmoja ndani, mguu mmoja mm -hmm. nje. Kwa hiyo ndio maana anakuwa amejihesabia kwamba bana, mimi mda wote ni kivumbi. mm -hmm. Kwa hiyo anakuwa hana ile hofu ya kwamba nimefanya nimefanya labda nimsaliti haumi, mpenzi wangu haumii. Hamna ule uchungu kwamba bana, lakini leo nichokifanya hiki sio, yaani haumii <laughs> hata kidogo, kwa sababu ya hivi mguu ndani mguu nje. <laughs> Na ile tabia usema, kwamba, man, inye, ya kusema kwamba mimi bana hamna mwanamke namwamini saa hivi zaidi ya mamangu, ndio kuna kwao hicho <hwe> nacho kinachangia sana yaani, unakuta hey, watu wanabebeshana vitu vya namna hiyo hey. Sasa kwa staili hiyo kweli, hivi mtu atakuwa na hisia kweli za mapenzi kwa sababu? Kama ujali lolote, kuna ile mtu unaweza kawa na feeling na mpenzi wako yani, ukakaa unamfikiria hivi. Sasa watu hawaamini tena wanawake, unafikiri kuna mtu atakuwa na hisia hizo za mapenzi kwa mwenza wake? Changamoto najua imekujaje? Mm, kwanza mitandao ya kijamii pia inatuharibu mm. Sawa, kwa sababu ukiangalia wasanii wetu wanaimba nyimbo ambazo zinatuonyesha kwamba usimu usimpende mtu mwingine zaidi ya mama yako, si ndio? Mm. Kwa hiyo vijana wengi tunajifunza ah, kumbe na wasanii wanaumizwa wanatufundisha hiki. Mm. au jamii zinazotuzunguka tunayaona matukio baadhi. Mm. Kwa jamii zinazotuzunguka unakuta mtu ana mtu wake miezi miwili ndio imevunjika huyu. Mm. huyu afu sasa hivi ukienda kuangalia mtoto wa kike wakiacha wengine wakisalitiana, wakia, wakia, wakia, wakia, au wakiachana hakuna anayeumia yani, yani si boy si girl, hawana hiyo mambo. Kwa hiyo hali <laughs> unakutana hiyo hayo mambo sasa hivi hayapo, hayapo. Kwa hiyo sasa kusema kwamba kuwa na hisia kwenye uhusiano, lazima hisia zitakuwepo, lakini sasa kama hivyo sema, brother, mguu mmoja, mguu mwingine nje, hatuwezi kuepo zile za nitakuwa na hisia nita, ninakuwa na, na hisia <laughs> nina fulani, lakini ya nje ndani, za nje ndani, kwamba hata nikitokea nimeacha, ah fresh tu, kwa sababu hiyo ishazoeleka, ni kawaida. Kwa hiyo unakuta ni changamoto sana. Aisee mtazamaji wa DTTV na haya ndiyo unayoyasikia kuhusiana na swala zima la usaliti. Nisijue kwa upande wako kwa usaliti kwako kwa umekuwa ni kitu cha kawaida pia au mazoea. Maana imefika tu watu wanasalitiana mpaka naona kawaida tu. Mpenzi wako yule anamsaliti mpaka anaona ameshazoea. Lakini nataka nitengue hiyo kauli ya Gen Z ya kusema kwamba sijui naye muamini ni mama yangu. Nataka niwakumbushe tu kwamba ni mzazi, ni mama yako. Uwezi kufanya naye mama yako kila kitu. Kuna umri ukifika, unaweza kaotajipu sehemu usiwe na ujasiri wa kumuonyesha mama yako. Lazima utakuwa na mtu mwingine ambaye unatakiwa kumwonyesha hizo sehemu. Mama kweli ana nafasi yake, lakini pia jamani, mkeo, mpenzi wako, ana nafasi pia. Kwa upande wako, unatakiwa kumwamini. Kwa kumalizia hizo, uh, mimi nahisi cha, cha kusisitiza ni kwamba, uh, kuna kitu kinasema kwamba tubaki au tu, tuishi kwenye misingi ambayo mm. Eh, yani kaa kwenye msingi ambao wewe unaona unakupa furaha mm. unaona unakupa furaha lakini humuumizi mwingine si ndio? Ndio, eh, iko hivyo na tubaki humo ili tudumishe mahusiano, kwangu ni hilo. ah. Mimi kwa upande wangu nashauri sana, ni mtu ambaye anapenda kushauri tusi take kuingia kwenye mahusiano kwa ajili ya matarajio yetu binafsi mm. lakini tuingie kwenye mahusiano kwa ajili ya kuweka mikakati ambayo ni sahihi mm. itakayotufanya sisi kesho mm. na kesho kutwa tuweze kuendelea, kwa sababu wapo wengi ambao wamefilisika mm. kwa sababu ya mahusiano. Kwa hiyo angalia kwamba mahusiano linaoenda kulianzisha. Nina targeti zipi kwenye hilo uhusiano? Sije ukajikuta <laughs> wakakuta mambo nivyo sivyo. <laughs> <Mambo nivyo> sivyo. <laughs> Utabadilisha makucha lakini nyama ni ile ile. Kuwa na msimamo. Kabla sijafunga kipindi, nina swali la kizushi kwenu ezo, kitu gani nazingatia katika mapenzi hmm? Na je, umeshawahi kuachwa au mara nyingi unaacha na huwa unaacha kwa staili gani uh, ibaki hey, hivyo lakini, vitu ambavyo nazingatia, kwa mfano, nataka kuingia kwenye mahusiano, kwanza, unajua tunasema fahari ya macho, kwanza usidanganyane. mm -hmm. Kwanza naangalia huyu mtu kweli je, na uwezo wa kuongozana naye, tukiwa tunaenda sehemu fulani, au namwambia tangulia tangulia, na <laughs> tangulia nitakukuta na, nafsi yangu imeridhika niridhike. mm -hmm. Kwanza mimi yani cha kwanza nazingatia, niridhike mimi mm. Mwenyewe, kama watakuwepo ambao watakuwa wajarizika, ila mimi nime umejizika fresh, na nakuwa najiamini nakuwa na full confidence kwamba na mpenzi wangu fulani yule pale. hmm. Unaona, cha pili nitaangalia zile primary stage kwamba huyu mtu kweli ukiwa naye hivi na hivi, kwanza, ile navyoongea naye mimi, communication yake mimi na yeye tunaendana. hmm. Sio yule mtu ambaye unaongea naye lakini anakuwa ni kama kuna niseme, kuna vidharau dharau fulani hivi, mm. namna tu anavyokujibu alafu, kingine pia unaweza pia ukamkutanisha na watu wengine wa karibu yako uone jinsi ambavyo anareact nao wakiwa wanaongea mm. hapo sasa ndo utamweka uta kwenye kundi fulani sasa huyu, kulingana mm. na maongezi yake au na tabia yake fulani hivyo, tunaenda na tunaendaje, mimi naingia full body au namweka kwenye kundi fulani. Ndo Mbunja, nitaelewa hivyo do Mambo ni mazito haya, mtazamaji. Nisijue kwa upande wa King Shalifu, yeye kitu anachozingatia katika. Mimi, mimi kama mimi hmm. Kitu cha kwanza ni appearance mzuri, au ni mzuri. Kitu cha pili awe ni mtu ambaye anajifunza hmm. anayefundishika, anayeadapti mazingira Mm. -hmm. Asije na tabia zake. Aje na afanye kile ninachokipenda mimi. Mambo mengine sijui kuwa na communication nzuri ni vitu ambavyo anaweza kaadapt akajifunza. Kama ni mtu ambaye anajifunza na anakubali kufundishika na kufundishwa. Sawa sawa. Huyo ndo atafanya hoba leno lizidi kushamiri. Asante sana mtazamaji. Hivyo ndivyo tunamaliza kutoka hapa mjengoni. Lakini nikukumbushe tu ilikuwa ni Love Hour. Usisahau ku like, ku subscribe lakini pia na ku comment. Eti Ezoa ananiambia mimi nazingatia nini? <laughs> Mimi nilishapendana na baba wangu, tumeshamaliza hatuna baya na mtu. Baba wangu aishi sana, lakini unajua leo tunakupa nafasi. Kameramani, eu, njoo njoo, njoo utuambie <laughs> <laughs> <kame ambe. laughs>